So, jina langu ni Antony Mzee Kasore, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA. Leo tarehe kumi na tatu tumetembelea chuo cha mkoa na huduma cha mkoa wa Mbeya ambacho chuo hiki ni chuo cha muda mrefu katika mkoa wa Mbeya cha VETA, na ni chuo ambacho tunatoa stadi mbali mbalimbali ambazo zinahusiana na ujuzi katika maeneo mbalimbali mbali. Na kama mlivyoona leo tumeweza kupita katika karakana ya, ya, ya, ya carpentry and joinery, lakini pia karakana nyingine ya tunasema auto electric ambayo inahusiana na, na masuala mazima ya umeme wa magari pamoja na karakana nyingine tulikuwa ni masuala mazima ya plumbing and pipe fitting, na karakana ya urembo na Hususi. Na haya ni maeneo ambayo tunaendelea pia kuyafanyia maboresho katika utoaji wa mafunzo, na maboresho haya yamejikita katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na vifaa ambavyo vinaendana na mabadiliko ya teknolojia, na kama mlivyoona, tumeenda kwenye karakana ile ya auto electrical, masuala mazima umeme wa magari, tumeona kabisa sasa hivi tunatakiwa tuwafundishe wanafunzi teknolojia mpya za maeneo ya magari kutumia vifaa vya kompyuta katika kujua changamoto ambazo zinatokea kwenye gari, kwao ni vema mwanafunzi aijue na kuweza kuitambua namna ya kuitatua changamoto hiyo kwa haraka. Dunia sasa hivi sio dunia kutaka gari rije, fundi aseme ngoja nisikilize, au ngoja niendeshe nijue changamoto ni nini. Kwao magari mengi sasa hivi yanatumia umeme, kwa hiyo lazima uwe na vifaa vya kisasa vya kuweza kutolea pia mafunzo. Lakini sambamba na hilo VETA bado tunaendelea kuimarisha utoaji wa mafunzo na kuona wigo mwingine wa mafunzo mengine yanayohitajika. Kama mlivyoona sasa hivi kuna mafunzo ambayo tunatoa ya, ya ususi lakini pia na urembo. Lakini sambamba na hilo sasa hivi tumeongeza pia sekta nyingine ambayo tunasema Visual and Performing Act. Ati, ambayo yenyewe inahusisha watu wote hawa ambao wanaofanya kurekodi video wanaofanya kurekodi tamthilia, watu wanaofanya maonyesho kwenye steji, waimbaji wanaorekodi muziki mbalimbali, kwao ni eneo ambalo pia sasa hivi tumekuja na utoaji wa mafunzo hayo, na tunashirikiana na wenzetu la Baraza la Sanaa pamoja na wenzetu ya Bodi ya Filamu katika kuhakikisha kwamba tunatoa watu ambao wanakuwa na ujuzi, na lengo ni kwamba tunajua ujuzi sio kitu cha upande mmoja tu ambacho watu wamekizoea kwamba ni mambo yale ya uinjinia basi, lakini ujuzi upo kwenye maeneo mbalimbali. Hata wale ambao tunaona ni wachekeshaji kwenye steji, ule ni ujuzi, ni kipaji ambacho mtu sasa anakitumia na na ujuzi anautumia kwa, na sisi VETA tunaenda kupanua wigo zaidi kuhakikisha kila mtu kwenye eneo lake anakuwa na ujuzi na anapata ule ujuzi ambao utamsaidia kushiriki vema kwenye kwenye kwenye, kwenye soko la ajira, lakini kwenye shughuli pia za kiuchumi, kiuchuma takriban 80 nchi nzima, na vyuo hivi tumeviongeza. Tulikuwa na vyuo takriban thelathini na kitu, tumeongeza sasa hivi vyuo tumefikia vyuo 80 katika kipindi cha miaka minne, na vyuo hivi viko katika wilaya na mikoa mbalimbali. Na sasa hivi Mheshimiwa Rais alitoa pia fedha takriban bilioni mia kwa ajili ya ujenzi wa vyuo vingine sitini na tano ambacho chuo kimoja ni chuo cha mkoa ambacho ni mkoa wa Songwe ulikuwa hauna chuo cha hadhi ya mkoa, lakini pia kuna vyuo katika wilaya sitini na nne ambavyo sasa hivi ujenzi wake unaendelea. Lengo la ujenzi huu ni kuhakikisha kwanza fursa ya upataji wa ujuzi inawafikia wananchi kwa ukaribu. Naitwa mhandisi Hasan Rashid Karima, ni mkuu wa chuo cha VETA mkoa wa Mbeya. E, rai yangu mimi kama mkuu wa chuo cha VETA mkoa wa Mbeya kwa wananchi wa Mbeya kuchangamkia hizi fursa zinazotolewa, kuchangamkia hizi nafasi za za mafunzo ya ufundi stadi Mbeya ku, wa kuja kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi. Ndio maana kauli yetu mbiu tunasema ufundi ni dili toroka uje VETA. Eh, ni namna moja ya wa Mbeya, kujiunga na vyuo vya ufundi stadi ambavyo vinamilikiwa na VETA ndio programu zetu <coughs> au mafunzo yetu. Kwa mfano mafunzo ya kozi ndefu ambayo yanachukua mwaka mmoja miwili mpaka mitatu wanafunzi wana, kwa mfano kozi ya miaka miya, mitatu wanafunzi ana, anakwenda field au mafunzo viwandani anapofika mwaka wa pili, na anakwenda mafunzo viwandani kwa muda wa wiki nane ambazo zinamtosha kabisa kwenda kupata orientation ya ulimwengu wa kazi jinsi ulivyo, na kupata kuangalia changamoto mbalimbali mbali ambazo anaweza akazipata anaweza kuja kuzitatua atakaporudi kwenye mafunzo yake hapa chuoni, au akatupa, akatupa mrejesho, aidha mrejesho positive au mrejesho negative. Kwa hiyo kwenye mrejesho ambao ni positive, basi sisi tunawapongeza kwa wale waliowapokea wanafunzi, lakini kwenye mrejesho ambao una negative, inabidi sasa tufanyie kazi maeneo ambayo ambayo hawakuyapata hawa wakati wa mafunzo wakiwa chuoni.